Kuna tabia ukiwa nazo ni uhakika kuwa utakufa maskini. Kuna tabia ukiwa nazo, huna haja ya kumtafuta mchawi wa ugumu wa maisha yako. Unajua, watu maskini hawajawa maskini kwa bahati mbaya tu, na watu matajiri hawajawa matajiri kwa bahati tu, kama ambavyo watu wengi wanafikiria. Ipo kanuni moja ya mafanikio ya kifedha inaitwa the law of cause and effect. Kanuni inasema kwamba kila kitu kinatokea kwa sababu, kuna kila sababu ya matokeo unayoyaona. Kuna sababu ya watu fulani kuwa maskini na kuna sababu ya watu fulani kuwa matajiri. Katika siku ya leo katika YouTube channel yangu, ninaenda kukuambia tabia sita ambazo ukiwa nazo ni uhakika kwamba utaishi maisha yako yote ukiwa maskini, na nitakwambia namna ya kuepuka tabia hizi ili kujenga utajiri wa uhakika. Mimi naitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara niliyeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania n yani certified financial educator. Nimeandika vitabu vinne vya masuala ya fedha na biashara ikiwemo kitabu changu hiki kipendwa kinachoitwa Akili ya Fedha, kinaeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Kama ndo mara ya kwanza upo katika YouTube chaneli yangu, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Kama nilivyokuambia, bwana, katika siku ya leo ninaenda kukuambia tabia kubwa sita zinazochochea umaskini. Hizi ni tabia ambazo ukiwa nazo ni uhakika kuwa utakufa maskini. Mimi ninaamini kila mtu anatamani kuwa tajiri. Sasa ili uweze kuwa tajiri kwenye maisha yako, ni lazima ujue vitu ambavyo watu matajiri waliepuka na vitu ambavyo watu matajiri walifanya, na ili uondokane na umaskini, kuna vitu lazima ukubali kuviepuka na kuna vitu lazima ukubali kuvifanya. Tukuje tabia ya kwanza. Tabia ya kwanza ambayo unapaswa kuiepuka kama unatamani kuukwepa umaskini ni tabia ya kuishi kwa kutaka kuonekana tajiri watu wengi katika kutaka kuonekana tajiri wamepoteza fursa ya kuwa tajiri. Watu wengi wanatamani waonekane tajiri mbele za watu, wanaishi kwenye nyumba ambazo ni zaidi ya uwezo wao. Unakuta wewe uwezo wako ni kulipa kodi laki mbili, lakini unalipa kodi laki tano, laki nane kwenye apartment ili tu uonekane tajiri. Unakosa, unakosa pesa hapa ya kuweka akiba. Unakuta kwa uwezo wako nitakiwa utembelee gari la aina IST, lakini umefosi unanunua BMW au Mercedes Benz. Unakuta kwa uwezo wako nitakiwa utumie simu kama ya Infinix au Tecno, lakini wewe unataka uonekani tajiri unanunua simu ya iPhone, iPhone 16 na kila toleo jipya linavyotoka unataka kubadilisha simu. Katika kutaka kuonekana utajiri, watu wengi wamepoteza fursa kwa tajiri. Usiishi kwa kutaka kuonekana tajiri. Wengi wa watu matajiri duniani wanaishi maisha ya kawaida kuliko maisha ambao wanaishi watu wa kipato cha chini na watu wa kipato cha kati Utofauti mkubwa kati ya watu maskini na watu matajiri nilijifunza katika kitabu cha Rich Dad Poor Dad, moja ya vitabu vikubwa sana vya fedha duniani kilichoandikwa na Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki anaeleza kwamba kuna utofauti mkubwa sana. Watu maskini ni watu ambao wanapenda kuwekeza katika dhima au liabilities. Liability ni vitu ambavyo vinao vinapungua thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda, lakini pia liability ni vitu ambavyo vinatoa fedha mfukoni yaani watu maskini wakipata tu fedha wanawekeza kwenye hivi vima vitu ambavyo ni liabilities, vitu vinavyotoa pesa mfukoni kama magari e, simu e, nguo, vitu ambavyo vinapungua thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda, wakati watu matajiri wanawekeza katika asset. Asset ni vitu ambavyo vinaingiza fedha mfukoni. Asset ni vitu ambavyo vinaongezeka thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda kama vile uwekezaji kwenye hisa, uwekezaji kwenye hatifungani, uwekezaji kwenye nyumba, viwanja sasa wewe hebu jiangalie sehemu kubwa ya mali unazozimiliki. Je, ni dhima, ni liabilities, vitu vinavyopungua thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda, au vitu vinavyotoa fedha mfukoni, au sehemu kubwa ya mali zako ni asset, vitu vinavyoongeza fedha mfukoni, vitu vinavyoongezeka thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda? Ukichunguza, ukijichunguza, ukiona sehemu kubwa ya mali zako ni dhima, ni liabilities, vitu vinavyotoa fedha mfukoni, vitu vinavyopungua thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda upo katika njia ya maskini, unahitaji kujibadilisha, unahitaji kubadili mwelekeo, kama kujenga utajiri ni moja ya malengo yako. Kwa hiyo tabia ya kwanza inayowafanya watu wengi kubaki kwa maskini ni kutaka kuonekana matajiri, kutaka kuishi kwa maisha ku, ya kuaridhisha ya watu, kutaka kuishi maisha ya kuvimba na kujionyesha. Watu wanapenda kuvimba mjini, wanataka kukaa kwenye nyumba kali ya apartment ambao huna uwezo nao, unataka kusomesha watoto wako kwenye shule ambazo hauna uwezo nazo unataka kuendesha gari ambalo hauna uwezo nalo. Hii itakuchelewesha sana kufanikiwa kwenye maisha yako. tabia ya pili. Tabia ya pili inawafanya watu wengi waishi maisha magumu na wawe maskini siku zote za maisha yao, ni tabia ya kuishi maisha ya kubahatisha. Watu wanaishi maisha ya kubahatisha ni watu ambao hawana kazi ya kudumu. Leo anafanya biashara ya matikiti, akiona mripi, kesho anamia biashara ya mitumba, akiona mripi, anatafuta ajira akitafuta ajira anafanya miaka mbili mitatu, anaingia tena kutafuta biashara ya kufanya. Hauna ajira ya kudumu, hauna biashara ya kudumu. Hayo ni maisha ya kubahatisha ambayo hawezi kukufanya ufanikiwe. Hauna makazi ya kudumu, leo unaishi Mbeya au unaenda kutafuta maisha Arusha au unaenda kutafuta maisha Mwanza, hauna makazi ya kudumu. Ili ufanikiwe kwenye maisha yako, unatakiwa uachane na nomadic mentality, hali ya kumove kutoka kwenye ajira moja mpaka nyingine hali, hali ya kumove kutoka kwenye biashara moja mpaka nyingine, hali ya kumove kutoka kwenye eneo moja mpaka jingine. Lazima ujue kusudi la maisha yako na ufanye kazi kwa kuzingatia kusudi la maisha yako. Lazima ujitambue kwenye maisha yako. Kuna kanuni moja inaitwa the role of personal identity, kanuni ya kujitambua. Mafanikio ya kifedha huja kwa watu ambao wanajitambua, wanajua kusudi la maisha yao, wanajua mwelekeo wa maisha yao, wanajua wanachokitafuta kwenye maisha yao, wanajua kipaji chao, wanajua ujiniazi wao well. Kama ujui genius ulio nao. Kila mtu ni genius katika eneo moja ama nyingine. kama ujui wewe ni genius kwenye eneo lipi? kama ujui kipaji chako area of competence, soma kitabu changu hiki, kinaitwa Nguvu ya Kujua. Nimeeleza mambo mengi kuhusiana na kipaji, nimeeleza mambo mengi kuhusiana na kujitambua na kujua kusudi la a maisha yako. Sasa watu wanaishi maisha ya kubahatisha, hawawezi kufanikiwa kwenye maisha yako. Kila mtu aliyefanikiwa duniani na hapa Tanzania alifanikiwa katika kitu kimoja baadaye ndo akaenda kufanikiwa katika vitu vingine. Usione ni mtu wa kukurupuka wa kufanyafanya vitu mbalimbali huwezi mbali ukatoboa kwenye maisha. Nikitaja Mark Zuckerberg kwenye kichwa chako inakujia Facebook, nikitaja Elon Musk kwenye kichwa chako chako Facebook nini kinakuja, nikimtaja Jack Ma inakuja Alibaba, nikimtaja Bill Gates inakuja Microsoft. Kwa hiyo kila aliyefanikiwa alifanikiwa katika kitu kimoja ambacho hicho kitu kiliendana na kusudi la maisha yake, kiliendana na kipaji chake. Acha kuishi maisha ya kubahatisha kama unatamani kujenga utajiri, jitambue jua kusudi la maisha yako, jua kipaji chako. Fanya kazi kwa kuzingatia kusudi la maisha yako na passion, utafanikiwa kirahisi. Nimeeleza katika kitabu changu cha Nguvu ya Kujua, unapogundua kusudi la maisha yako, kile ulichoshindwa kukifanikisha kwa miaka kumi utakifanikisha kwa miaka miwili tu. Unapogundua kusudi la maisha yako na na unapokuwa connected na your life purpose mtandao wa watu ulioshindwa kujenga kwa miaka mingi utaujenga ndani ya miaka miwili tu. Unapokuwa connected na your life purpose, pesa ulizoshindwa kushika kwa miaka kumi utazishika ndani ya miaka miwili tu. Mtu ni kusudi, mtu ni purpose, mtu ni hatma. Hatma yako ni nini? Nini hatma ya maisha yako hapa duniani? Hiyo itakusaidia sana kufanikiwa kwenye maisha yako. Tabia tatu ambayo inawafanya watu wengi wawe maskini na wafe maskini, tabia ya kuendekeza starehe watu wengi wanapoteza sana fedha katika starehe. Starehe inapoteza fedha, starehe inapoteza muda. Zipo starehe kubwa kama tatu ambazo zinawapotezea vijana wengi muda na fedha, ambazo unatakiwa uziepuke kama unataka kuachana na no umaskini. Starehe ya kwanza ni starehe ya pombe. Kuna vijana ambao ikifika tu mira jioni, anaenda baa, anaenda klabu, anakunywa pombe. Kuna vijana ambao starehe yao ni ubangi. Starehe yao ni kuvuta madawa kulevya, bangi, sigara. Kuna vijana ambao starehe yake ni wanawake. Yaani, yeye kila siku anabadilisha wanawake. Hawezi kuwa na mwanamke mmoja mwaka mzima. Ye, kila mwezi anabadilisha wanawake. Yaani, kuna mtu anajua kabisa kwamba ah, mimi singekuwa wanawake. Ah, mimi ningekuwa ah, gambali sana. Mimi singekuwa pombe, mimi ningekuwa mbali sana. Yaani, kila mtu ana udhaifu wake unaomzuia yeye kufanikiwa kuwa mtu mkuu. Ni muhimu ukachunguza udhaifu wako ni nini? Je, ni pombe ndio inaku nyima fursa ya kuwa mtu mkuu? Je, ni wanawake wanakunyima fursa ya kuwa mtu mkuu? Je, ni bangi ndio inayokunyima fursa ya kuwa mtu mkuu? Chunguza weakness zako na anza kuzirekebisha ili uweze kuwa mtu mkuu kwenye maisha yako. Kama unatamani kujenga utajiri kwenye maisha yako unapaswa kuachana na starehe, starehe ya pombe, starehe ya wanawake na starehe ya bangi na uvutaji, na aina nyinginezo za starehe ambazo zinaweza zikakupotezea fedha na muda wa kutengeneza utajiri kwenye maisha yako. Tukija katika tabia ya nne, unayopaswa kuepuka kama unatamani kujenga utajiri na kuachana na umaskini ni tabia ya kutumia pesa bila mpangilio. <coughs> Moja, kanuni muhimu sana ya fedha inakutaka uwe na budget. Budget ni nini? Budget ni kuiambia fedha yako iende wapi badala kushangaa imepotelea wapi. Budget ni nini? Budget ni makadirio ya mapato na matumizi ya fedha katika kipindi fulani ili kuhakikisha unafanikisha malengo yako. Kwa hiyo, mtu ambaye hana budget na maana huyu mtu Hawezi kufanikisha malengo yake. Bajeti inatusaidia kutumia rasilimali fedha na muda vizuri ili tufanikishe malengo tuliyo nayo. Sasa watu wengi hawana bajeti, watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wanatumia fedha zao bila mpangilio maalum. Lazima upange kutumia pesa kabla hujazipata. Panga matumizi ya fedha zako mwezi mmoja kabla hujapata. Lazima ujue mwezi unaofuata utaingiza kiasi gani na utatumia kiasi gani kwenye nini? Yaani, natarajia mwezi unaofuata wa kumi na mbili nitaingiza milioni tatu. Katika hizi milioni tatu, laki tatu nitaweka akiba, laki mbili itakuwa ni sadaka, laki tano itakuwa ni hela ya kodi, laki mbili itakuwa ni hela ya starehe. Kila mtu ana stare yake, mwingine anapenda kuangalia movie kila weekend, mwingine stare yake e, inawezekana ni mpira. Kila mtu ana stare yake, mwingine ni game, kucheza game na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo lazima ujue kiasi cha pesa utakachoingiza kwenye mwezi unaofuata na ukipangilie namna ya kutumia hiyo pesa. Jambo moja la muhimu nalopasa kuelewa ni kuwa bajeti inatusaidia kutumia pesa zetu kwa akili na sio kwa hisia. Watu wengi ambao hawana bajeti wanatumia pesa kwa hisia, wananunua nguo hata ambazo hawazihitaji, wananunua vitu ambavyo hawavihitaji kwa sababu tu hakuwa na bajeti, hakuwa na mpangilio mzuri wa fedha zako. Katika kila mwezi lazima utenge pesa ya dharura. Katika kila mwezi lazima utenge pesa ya akiba ya maendeleo. Akiba ya maendeleo ni akiba ya kununua kiwanja, akiba kujenga nyumba, akiba ya kuanza kuwekeza kama uwekezaji kwenye hisa, hatifungani na aina nyinginezo za uwekezaji wa pamoja kama e, UTT Faida Fund na Inuka Fund. Si tunaelewana mpaka hapo? So kila mwezi lazima utenge akiba kwa ajili ya maendeleo kama nilivyotaja kwenye aina hizo za maendeleo. Kwa hiyo uwe na mpangilio wa matumizi yako, yaani usitumie tu pesa. Yaani wewe ukiwa ni miongoni mwa wale watu ambao ukipata pesa ndio unapanga matumizi, hutakuja kutoboa kwenye maisha yako. Hautakuja kutoboa. Ukitaka kufanikiwa kifedha kwenye maisha yako, ni lazima upange matumizi ya pesa kabla haujazipata. Na kama una changamoto katika eneo hili, ni muhimu kanitafuta naweza nikakusaidia. Tafuta mtu wa kukuwajibisha katika matumizi ya pesa unazopata. Kama unajijua wewe mwenyewe hauwezi ukawa na nidhamu ya fedha, unaweza kumtafuta mtu mwenye nidhamu ya fedha, mtu ambaye amepiga hatua kwenye maisha akakuwajibisha kwenye kuwa na nidhamu ya fedha. Mshirikishe malengo yako ya fedha. Mwambie Bwana Mwalimu, mimi na nategemea kuingiza milioni moja mwezi unaofuata. Sasa malengo yangu ya matumizi ya hii milioni moja ni haya. Naomba unisaidie uniwajibishe, niweze kutumia hii pesa kwa kadri inavyotakiwa, nitumie pesa kwa akili na sio kwa hisia. Tukija katika tabia ya tano ya kuiepuka kama unataka kuepuka umaskini na kujenga utajiri, ni tabia uvivu. Yaani kama wewe ni mvivu, hauna nafasi katika utajiri. Wavivu ni watu wa aina gani? Inawezekana wewe ni mvivu, ila hujui. Mvivu ni mtu ambaye analala sana, anapenda sana kulala, analala mchana usiku, analala masaa mengi, analala masaa zaidi ya nane. hii unajua kwamba ukiwa unalala masaa kuanzia nane mpaka kumi. Unaweza kuwa unalala eh, eh, eh, eh, asilimia thelathini ya miaka yako. Yani kama umepangwa kuishi miaka mia duniani ukilala masaa nane, una maana utaishi kwa miaka utalala, utakuwa umelala miaka thelathini ya maisha yako. Usipende kulala. Watu matajiri wengi ni watu ambao wanalala masaa matano, masaa sita tu. Japo madaktari wanashauri kiafya alala masaa nane lakini mtu yeyote mpambanaji mzuri halali zaidi ya masaa sita na nusu. Angalia hata e, eh, unakuta tajiri Mohammed Dewji ni mtu ambaye amefanikiwa kwa viwango vya juu lakini anakutana na masaa matano, sita tu. Ah, akizidi sana saba kwa sababu ya afya. Lakini wewe unalala masaa nane, masaa kumi, ni ngumu sana kutoboa kwenye maisha yako. Watu wavivu ni watu wanaopenda sana usingizi. Watu wavivu ni watu ambao wanapenda sana starehe. Starehe ya pombe, starehe ya wanawake, wanapenda sana club, wanapenda sana kutoka out. Watu wavivu wanapenda sana tafrija, pati. Yani yeye eh, kila sherehe yake ya kuzaliwa lazima afanye party, anapoteza pesa na muda mwingi katika sherehe na tafrija mbalimbali. Watu wavivu ni watu ambao wanapenda kuwaraumu watu wengine kwa vile walivyo. Yani, eh, yani ni mtu ambaye kwa sababu yeye eh, ni mvivu Sio mfany kazi kwa bidii, analaumu wazazi wake kwa kwa kutokumsomesha, analaumu wazazi wake kwa kumpa mtaji, analaumu serikali, hususan Chama cha Mapinduzi, yaani anaamini ugumu wa maisha alionayo unatokana na Chama cha Mapinduzi au serikali iliyoko madarakani, na sio kwa sababu yake. Upo hivi ulivyo leo kwa sababu ya maamuzi uliyofanya jana au ulioacha kufanya jana. Na si kwa sababu ya wazazi wako, si kwa sababu ya mke au mume wako, si kwa sababu ya serikali. Hiyo ni muhimu sana ukaelewa. Unabidi uachane na entitlement mentality, tayari ya kuamini kwamba ugumu wa maisha yako umesababishwa na watu fulani, mazingira fulani, au eneo unaloishi. Upo ulivyo leo kwa sababu ya wewe mwenyewe na si mtu mwingine yoyote. Unapozidi miaka 30, huna haja ya kumlaumu mtu yoyote kwa vile ulivyo. Kwa sababu katika miaka ya 18 mpaka 30, wewe unashikilia ficha yako na si wazazi wako au sio serikali, na ndio maana katika nchi hiyo hiyo ya watu maskini sana kuna watu matajiri si unaelewa mpaka hapo, eh, katika kila nchi maskini wapo matajiri na wapo maskini. Hilo ni jambo la muhimu la kulielewa. Kama unataka kujenga utajiri, achana na mambo ya uvivu. Usitumie muda muda mwingi mwingi mwingi kuangalia TV. Usitumie muda mwingi kufuatilia tamthilia. usipoteze muda mwingi katika kufanya party, sherehe we, kila weekend lazima utoke out. unapata wapi muda wa kujenga biashara? Unapata wapi muda wa kufanikiwa kifedha? Unataka kujenga utajiri kwenye maisha yako, uvivu hautakiwi kuwa sehemu ya maisha yako. Na nikija katika tabia ya sita unaopaswa kuepuka, na pengine ndio inaweza kuwa ni tabia muhimu zaidi unaopaswa kuepuka ili uepukane na umaskini na kujenga utajiri, ni tabia ya kutumia pesa zote bila kuweka akiba. Kama unatamani kujenga utajiri, ni lazima ujifunze kuweka akiba. Mmoja wa mamilionea wakubwa kutoka Marekani, William Clement, anasema kwamba kama hauwezi ukatunza pesa, roho ya ukuu na mafanikio haipo ndani yako. Ni lazima ujilazimishe kuweka akiba. Na watu wengi tunashindwa kuweka akiba kwa sababu moja, hatuna malengo. Yaani e, hauna malengo specific ya kiasi cha akiba unachotaka kuweka katika mwaka na hicho kiasi unataka ufanyie nini. Ukiwa na malengo, malengo yanatupa sababu ya kwa nini tunatakiwa tuweke akiba. Sababu ya pili ya kwa nini watu wengi wanashindwa kuweka akiba ni wanakosa mfumo wa kulazimisha kuweka akiba. Hapa kuna mifumo miwili unaweza kuitumia itakuwa kusaidia kuweka akiba. Mfumo wa kwanza ni vikoba na SACCOS. Vikoba na SACCOS ni vikundi ambavyo watu wanakutana kwa lengo la kuweka akiba, na usipoweka akiba unapigwa faini. Usipoweka akiba mwasibu au mwenyekiti anakupigia simu. Tafuta kikoba sahihi cha kujiunga. Kama huko Dar es Salaam unatafuta kikoba sahihi cha kujiunga, unaweza ukanitafuta naweza nikaangalia namna ya kukuunganisha na vikoba. Vikoba ni vizuri sana. Kwenye vikoba ukiwa na akiba milioni tano unapewa mkopo mara tatu ya akiba uliyonayo, yani milioni kumi na tano. Ukiwa na akiba milioni tatu unapewa mkopo milioni tisa. Ukiwa na akiba milioni kumi unapewa mkopo milioni thelathini. Kwa hiyo kwenye vikoba, ukiwa kwenye vikoba, bwana, huhitaji kuwa na pesa nyingi kuanzisha biashara, huhitaji kuwa na mtaji mkubwa, unahitaji ka akiba kadogo. So kama uko katika jiji la Dar es Salaam na unahitaji kikoba ambacho kinaweza kikakusaidia katika kuweka akiba, kukuwajibisha kuweka akiba Eh, basi unaweza kunitafuta nikaona namna gani ya kukuunganisha, kwa sababu mimi ninafundishaga vikoba vingi nafahamu baadhi ya vikoba hapa jijini Dar es Salaam. Lakini faida ya njia eh, ya pili inaweza kukusaidia wewe kuweka akiba ukiachia ya vikoba na sakos, ni standing order system, kutoka benki. Benki zina utaratibu utaratibu wa kuwa na na standing order eh, Standing order ni mfumo ambao unaiambia benki labda NMB au CRDB, unaambia bwana, nataka mkati ya ya pesa zikiingia, mkate asilimia fulani ya hiyo pesa mniweke kwenye akaunti yangu ya akiba. Kwa kama wewe unajijua kuweka akiba wewe kama wewe ni kazi na unalipwa mshahara, waambie benki wakate asilimia ya 20 ya mshahara wako. Kwa hiyo mshahara ukitoka, kama ni milioni moja saa moja baadaye hiyo ile inakuwa ishakatwa. Kwa hiyo kama mshahara wako ni milioni moja na benki uliwaambia kukata 20% unaenda kuikuta laki nane kule. Hiyo itakusaidia sana. Na laki nane, pesa siku zote bwana huwa hazitoshi. Hata utakapolipwa mshahara mkubwa zaidi hazitatosha kwa matumizi. Jifunze kuishi kwa kuzingatia kipato chako, utafanikiwa sana. So nimekwambia njia mbili zitakazo so kulazimisha kuweka kiba, tumia vikoba na sacos. Vikoba ni vizuri sana wapendo. Mimi binafsi niko katika kikoba. Na kama unataka kujiunga kwenye kikoba ambacho mimi nipo, ambacho kina watu serious sana He, kama unataji kujiunga na kikoba ambacho mimi nipo, unaweza ukantafuta. Ila sheria kubwa ya kwenye kikoba chetu ni lazima unauhakika kufika kwenye kikao kwa sababu kwa, kwa mwezi tunaonana mara mbili, na u ni Jumapili mchana kuanzia saa tisa mpaka saa 11 n moja, wakati narekodi video hii. Hizo ndo taarifa za kikoba chetu na wakati sijajua wewe unatazama video hii mwaka gani. Inawezekana ni miaka miwili baadaye, miaka mitano, taratibu zinaweza zikawa ni tofauti, lakini pia unapokuja kwenye kikoba chetu uelewe kwamba tuna kiingilio kikubwa. Tunahitaji watu serious ambao wanataka kupiga maendeleo. Nimeanzisha hii kikoba kwa lengo la kusaidia watu waweze kuweka kiba wapate maendeleo kwa haraka, kwa sababu vikoba na sacos huwa vinasaidia sana. So hilo lilikuwa ni swala zima la eh, kuweka kiba kama unataka kuepukana na umaskini lazima uweke akiba mpendwa, na kuweka akiba si swala la ukubwa wa kipato, bali ni swala la nidhamu. Kuna watu wanalipwa mshahara laki tatu na kila mwezi wanaweka akiba, na kuna vijana wanalipwa mshahara milioni moja lakini kila mwezi analalamika na fedha itoshi na wana madeni. Na kama hauwezi kuweka akiba ukiwa na kipato kidogo, hautaweza kuweka akiba hata utakapokuwa na kipato kikubwa. Yazingatia hayo, na nina uhakika utafanikiwa. Kama nilivyoongea hapo awali katika kanuni ya the law of cause and effect inayosema kwamba kila kitu kinatokea kwa sababu, kuna kila sababu ya matokeo unayoyaona. Kuna sababu ya watu fulani kuwa maskini na kuna sababu ya watu fulani kuwa matajiri, na kama utajua yale walioyafanya watu matajiri kuwa matajiri, hakuna kitakacho kuzuia kupata utajiri katika maisha yako. Asante sana kwa kunisikiliza mpaka wakati huu, na leo bwana, nina habari njema kwa ajili yako. Kama wewe ni mfanyabiashara, upo katika jiji la Dar es Salaam au uko Mwanza, uko Mbeya au mikoa mingine yoyote, wilaya yoyote, yoyote Tanzania, kama ni mfanyabiashara bwana, kwa sasa bwana tuna application inayoitwa biashara soft. Application ya biashara soft inakusaidia wewe mfanyabiashara kusimamia biashara yako popote ulipo. Unaweza ukawa haujafika dukani lakini ukaelewa kila kilichoendelea dukani kwako kupitia application yetu. Application ya biashara soft itakusaidia kurekodi mauzo, itakusaidia kurekodi mapato, itakusaidia kurekodi matumizi, itakusaidia kurekodi wateja. Wengi mnapata wateja wengi, lakini tukikuuliza mwaka huu umepata wateja wangapi, haujui mwaka huu umeuza shingapi? Hujui. Tukikuuliza mwaka 2023 uliuza shingapi? ulipata faida shingapi? hizo data wengi hamna. Wengi mnatunza taarifa za biashara kwa madaftari hiyo ni zama zimepitwa na wakati, zama za kutunza taarifa za biashara, taarifa za mauzo, taarifa za mapato na matumizi kwenye madaftari. Hizo zama zimepitwa na wakati. Tumia daftari la kisasa la Biashara Softi ili uweze kusimamia biashara yako kidigitali. Sisi kama Biashara Softi tunasema Biashara Softi, biashara ni kiganjani mwako. Kupitia application yetu ya Biashara Softi utapata ripoti ya mauzo ya siku, ripoti ya mauzo ya wiki, ripoti ya mauzo ya mwezi na ripoti ya mauzo ya mwaka. Kupitia pia application yetu ya biashara soft, utapata kujua wateja wote, utawaona wateja wote waliowahi kununua kwako na utajua hata uwapeje ofa, na utapata ripoti ya wateja bora dukani kwako, si ndio eh? Lakini kupitia pia application yetu ya biashara soft, utapata kujua watu wote unaowadai uliowauzia kwa mkopo, na unaowadai wamebakiza kiasi gani kulipa na lini siku yao ya mwisho ya kulipa. Na kupitia application yetu pia, kama na wewe umekopeshwa na supplier, umekopeshwa mzigo pia utaona supply wote wanaokudai, wanakudai kiasi gani na mwisho ni lini kuwalipa. Application yetu ya biashara soft bwana, inafanya mambo mengi. Popote ulipo nchini Tanzania, unaweza kukai access hii application yetu ya biashara soft. Kwa sasa hivi ninapoongea na wewe, kutumia kwa mwezi mzima ni elfu kumi na tano tu, na hii application inafanya mambo mengi. Hapa nimeeleza kwa uchache e. Nitaweka mitandao ya kijamii hapa ya, ya YouTube ya, application ya biashara softi, ili huko ujue mambo mengi ambayo application yetu inafanya na inaweza kukusaidia. Kubwa, application ya biashara softi, ni daftari la kidijitali. Badala ya kuandika taarifa za kwenye biashara zako kwenye daftari, tumia daftari la kisasa ambalo halikosei kwenye kupiga mahesabu, haliwezi kuungua na haliwezi kupotea. Si tumeona mpaka hapo. Eh, asante sana bwana. Kama utataka kujiunga ku, ku, ku, ku, kama utataka kutumia application yetu ya biashara softi, piga namba za simu hizo unazoziona katika screen. Utahudumiwa na wafanyakazi na wakati mwingine, mimi mwenyewe naweza nikapokea simu tutakupa maelekezo ya na namna gani ya kuipata application yetu ya biashara softi. Mitandao ya kijamii yote tupate kwa jina la biashara softi. Itakusaidia sana hii application, piga namba hizo unazoziona katika screen kwa usaidizi zaidi. Lakini pia unaweza ukapata elimu zaidi kuhusiana na fedha, biashara na mafanikio kupitia vitabu vyangu vinne <coughs> Nimeandika vitabu vinne. Kitabu changu cha kwanza, kitabu changu hiki kipya kinaitwa Akili ya Fedha, kinaeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Nimeandika pia kitabu cha biashara na ujasiriamali, kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. Kitabu kizuri sana nimeandika pia kitabu cha kanuni ishirini za fedha kinachoeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Vitabu hivi ni elfu ishirini, tu ka solo kile kitabu changu cha kwanza cha akili ya fedha ndio shilingi elfu ishirini na tano. Popote ulipo nchini Tanzania unaweza kupata vitabu hivi. Lakini pia tuna duka la vitabu vya waandishi wengine, vya Kiswahili na vya Kiingereza. Vitabu original kabisa vinapatikana dukani kwetu Akili Plus Bookshop. Popote ulipo nchini Tanzania unaweza kupata vitabu hivi kwa namba za simu unazoziona katika screen. Nifuatilie zaidi katika mitandao mingine ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok kwa jina la Victor Mwambene. Hapa usiacha kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa tunapokekea somo jipya. Asante sana bwana, hadi wakati mwingine.